Karibu katika mada yetu ya leo, ambapo tunakwenda kujifunza jinsi ya kutambua tarehe ya kujifungua kwa usahihi. Tarehe ya kujifungua yani Estimated Date of Delivery, EDD, ni makadirio ya siku ambayo mama mjamzito anatarajiwa kujifungua. Kutambua tarehe hii mapema kuna faida kubwa, kama vile kupanga ratiba za kliniki, kufuatilia ukuaji wa mtoto tumboni, kutoa elimu ya uzazi salama Kupunguza hatari za kujifungua nje ya kituo cha afya. Tarehe inakisiwa kutokana na historia ya hedhi ya mama, na vipimo vya ultrasound, na dalili za kimwili za ujauzito. Utakuwa nami Daktari Lenikomba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ni mara ya kwanza kwenye chaneli hii, hakikisha una subscribe ili uwe unapata maudhui yetu mara kwa mara. Njia ya kwanza, kutumia tarehe ya mwisho wa hedhi last normal menstrual period. Hii ni njia ya kawaida na rahisi inayotumika kutambua tarehe ya kujifungua, hasa kwa wanawake wenye mzunguko kawaida wa hezi wa siku 28. Namna ya kukokotoa, tunatumia tarehe ya mwisho wa hezi mama mwenye tarehe za mwisho wa hedhi tarehe 10 Januari mwaka 2025, tumechukulia mfano huo hapo, atajifungua tarehe ngapi, mwezi wa ngapi na mwaka gani? Kanuni inasema hivi: tunachukua tarehe tunaongeza saba, tunachukua mwezi tunatoa tatu, lakini tunachukua mwaka tunaongeza sifuri au nabaki vile vile. Kwa maana hiyo, mama aliyena tarehe kumi siku yake ya mwisho aliyepata hedhi siku ya mwisho tarehe kumi mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na tano atajifungua tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na saba, wa kumi, mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo tumechukua mwezi tumechukua tarehe kumi tumeongeza saba tumepata kumi na saba mwezi Januari tumetoa tatu tumepata mwezi Oktoba mwaka unabaki vile vile. Kwa wale ambao watapata siku zao za mwisho hedhi kuanzia mwezi wa nne kwenye mwaka unaongeza moja. Faida ya njia hii, hii ni njia rahisi kutumia, haihitaji vifaa maalumu. Hii njia hii changamoto zake, si sahihi kwa wanawake wasio na mzunguko wa kawaida, inategemeana na kumbukumbu sahihi ya tarehe ya mwisho wa hedhi. Mama anapaswa kukumbuka kwa makini siku yake ya mwisho wa hedhi. Njia ya pili: kutumia kipimo cha ultrasound. Ultrasound hufanyika kutumia mashine inayotumia mawimbi ya sauti kuona mtoto tumboni. Kipimo hiki ni sahihi zaidi kati ya wiki ya sita hadi ya wiki ya kumi na mbili na kuendelea, vipimo vya msingi. Faida: kipimo hiki ni sahihi zaidi kuliko kile cha kukokotoa hasa kwa wanawake wenye mzunguko usiotabirika. Huweza kusaidia kutambua matatizo ya ukuaji mapema. Kipimo hiki changamoto yake, kinahitaji vifaa na wataalamu na ni gharama. Njia ya tatu, kupima maendeleo ya uzito kwa mikono, yaani fundal height. Hii ni njia ya kawaida inayotumika kliniki kuangalia urefu wa mji wa mimba yaani fantasy kutoka mfupa wa kinena pubic symphysis hadi juu ya tumbo. Mfano, wiki ishirini fantasy i hufika kwenye kitovu, wiki thelathini na tisa hufika karibu Fayda na mbavu. Faida ni rahisi na hahitaji vifaa vya gharama, hufanyika hata vijijini. Hasara, inaweza kuonyesha umri usio sahihi wa ujauzito, hasa kama mama ana mtoto mkubwa au anapata watoto mapacha. Inategemea na uzoefu wa mtoa huduma. Njia ya nne, kuhisi harakati za mtoto tumboni au mtoto akicheza, quickening. Harakati za kwanza za mtoto huhisiwa na mama kama kupepea au msukosuko tumboni. Muda, kwa mimba ya wiki ya 18 hadi ya ishirini. Kwa mimba ya zaidi ya wiki ya 16. Faida, kusaidia mama kuwa na uhusiano wa karibu na mtoto, ni dalili ya kwamba mtoto anakuwa vyema. Hasara, si njia ya kutegemewa pekee katika kutambua tarehe ya kujifungua. Mama anaweza kuchelewa kuhisi harakati kutokana na umbo lake na nafasi ya placenta. Changamoto katika kutambua tarehe ya kujifungua kwa usahihi: kutojua au kusahau tarehe ya mwisho wa hedhi. Mama mjamzito, hakikisha unakumbuka tarehe yako ya mwisho wa hedhi. Unaweza ukaandika kwenye daftari kwamba hedhi yako kwa ya mwisho umepata lini, ili ikatokee kama umekosa hedhi, basi tunaichukua tarehe na inakuwa sahihi zaidi. Mizunguko sio ya kawaida, kuchelewa kufika kliniki kwa vipimo sahihi kukosekana kwa vifaa vya ultrasound katika maeneo ya vijijini. Kutambua tarehe ya kujifungua ni hatua ya msingi katika kuhakikisha uzazi salama. Kwa usahihi zaidi, inapendekezwa kutumia njia mchanganyiko kama vile last normal menstrual period na ultrasound. Hii husaidia kutoa huduma bora, kuepusha hatari za kujifungua nje ya muda na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Mama mjamzito, unashauriwa kuhudhuria kliniki mapema, ili tathmini ya tarehe ya kujifungua ifanyike kwa usahihi. Nikumbushe, hakikisha unaifahamu tarehe ya mwisho wa hedhi, kwani itasaidia kujua vitu ambavyo vinaweza vikachangia kupata mtoto salama au kupata usaidizi kama utapata changamoto ya like kiafya. Ulikuwa nami Daktari Leni Komba, tukutane katika mada ijayo.